Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu rafiki yangu amepigapiga piga, akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani tulikuwa na awamu ya tano humu ndani. Mimi nilikuwa mbunge mwana marehemu, hakuna mtu alinyanyua mdomo, hakuna mikutano. Na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Mimi nilikuwa naangalia hata ile kripu Nikaa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Natumia kanuni ya 47 kanuni ya kwanza, kanuni ya 47 kanuni ndogo ya kwanza, ya pili na ya tatu, na wewe ikikupendeza utatumia kanuni ndogo ya nne kuruhusu jambo hili Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka niombe shughuli za bunge ziahirishwe ili tujadili jambo la dharura ambalo limekuwa likitokea kwa muda mrefu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa kukitokea matukio ya sintofahamu, na sio tu kuhusu wabunge, hata raia kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu. Miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma, Mheshimiwa Bashe kwenye mkutano mkuu wa CCM. Ndugu Malima Ben Saanane amepotea. Juzi ametekwa ndugu Roma Mkatoliki, na Mheshimiwa Naibu Spika, nasema ni jambo la dharura kwa sababu hawa ni wale ambao wanafahamika. Hatujui ni Watanzania wangapi hawafahamiki katika ngazi za chini. Na zipo taarifa Mheshimiwa Naibu Spika, ambazo binafsi nimezipokea kutoka kwa baadhi ya mawaziri wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba Bashe, kuwa makini wewe ni mmoja kati ya wabunge kumi na moja ambao wamewekwa katika listi, mkikaa barabarani vibaya mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema jambo hili ni dharura kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa naibu spika, uruhusu jambo hili tulijadili kama bunge, na ikikupendeza bunge hili liunde komiti maalum ya kuweza kuchunguza jambo hili linaloendelea katika nchi yetu, ama kuiagiza kamati ya usalama na mambo ya nje ya bunge hili iweze kufanya kazi yake na kutuletea taarifa kwa ajili ya usalama wa wananchi wa nchi hii. Hali ya nchi siyo salama, Watanzania wana taharuki, Watanzania wanajadili mambo haya katika mitandao, na there is no statement ya hope kutoka serikalini. Jana limetokea tukio la kusikitisha katika historia ya nchi yetu na katika historia ya bunge letu tukufu. Mheshimiwa Spika, tukio hili lilotokea ni tukio la kupigwa risasi kwa Mheshimiwa mbunge mwenzetu Mheshimiwa Tundu Lisu na bunge lilitoa kauli Waziri wa mambo ya ndani ametoa kauli, na nimeshukuru, nimeona Twitter ya Mheshimiwa Rais juu ya jambo hili. Mheshimiwa Spika, hoja yangu ni kwamba katika taifa letu kwa kipindi cha muda mrefu kumekuwa kukitokea matukio mbalimbali mbali ambayo sisi kama wawakilishi wa wananchi tuna wajibu wa kupata taarifa sahihi juu ya mwendelezo wa matukio haya ambayo yamekuwa hayana hitimisho. Mheshimiwa Spika, hapa kama utakumbuka, muda mrefu wa bunge na Watanzania walijadili kupotea kwa mwananchi mmoja alikuwa anaitwa Ben Saanane. Lakini baada ya hapo alitekwa mtu anaitwa Roma Mkatoliki. Mheshimiwa Spika, vyombo vya ulinzi vilianza uchunguzi, lakini jambo hili halina majibu mpaka leo. Mheshimiwa Spika, waziri Nape Nnauye alitolewa bastola hadharani na aliyemtolea bastola hatujasikia kufikishwa katika vyombo vya ulinzi wala any statement ya hope Mheshimiwa Spika, jana amepigwa risasi Mheshimiwa Tundu Lisu ndani ya majengo ya nyumba ambazo ni za mawaziri na viongozi. Mheshimiwa Spika, sisi tunawakilisha Watanzania milioni 50, sisi watu mia tatu na kidogo tuliyoko mbele yako Mheshimiwa Spika, we represent the interests of this country. Matukio haya Mheshimiwa Spika, yanaharibu heshima ya taifa letu. Ningekuomba kama utaridhia na wabunge wataniunga mkono, uitake kamati yako ya ulinzi na usalama ya bunge tukufu hili ikae, ikutane na vyombo vya ulinzi na usalama tuweze kupata a complete information juu ya mambo haya yanayoendelea katika taifa letu ili Watanzania na sisi waheshimiwa wabunge tuwe na uhakika, kwa sababu hali inavyoendelea hakuna mtu mwenye uhakika na maisha yake ya kesho. Mheshimiwa Spika, dhamana tuliopewa sisi wabunge na chama chetu ambacho mimi na wewe tunakiwakilisha, tumepewa dhamana ya kulinda mali na usalama na raia wa nchi hii. Mheshimiwa Spika, bunge lako hili li provide leadership High time kamati yako ya ulinzi na usalama iweze kuchukua charge. Mheshimiwa Spika, naomba waheshimiwa wabunge kama wataridhika na jambo hili waweze kuniunga mkono katika ombi hili, natoa hoja. Nashukuru Mheshimiwa Bakisha, uniweke sawa kwenye sentensi moja tu, ombi lako ni kuomba jambo hili liende kwenye kamati ya ulinzi na usalama au ombi lako ni kwamba pawe na mjadala wa dharura kufuatana na kanuni iliyotumia 47. Hapo pa fupi tu. Mheshimiwa Spika, ombi langu inawezekana ni unjuka kama tunavyoita ama ubobezi kwenye masuala ya kanuni. Ombi langu ni moja tu, ni, ni tuende jambo hili kwanza, liende kwenye kamati ya ulinzi na usalama. Kamati ya ulinzi na usalama ifanye kukutana na vyombo vya ulinzi na usalama, ituletee complete taarifa, ikukabidhi wewe And then uweze kutuletea sisi tuweze kujadili kama itabidi. Asante. Mimi nashukuru sana, ni jambo zuri na bahati nzuri imeliunga mkono eh, karibu wabunge wote eh, kwamba jambo hili liende kwenye kamati ya ulinzi na usalama, na mwenyekiti mheshimiwa Adadi Rajabu leo yupo na amesikia. Kwa maana hiyo naagiza moja kwa moja <coughs> ulinzi na usalama, baada ya saa moja kuanzia sasa, wao wakutane katika ukumbi wao wa kawaida ambao wamekuwa wakiendeleana na kamati zinazoendelea hivi sasa, ili waanze kuona namna gani ya kulisimamia jambo hili, na watakapokuwa tayari kabla ya bunge hili kuahirishwa Ijumaa ijayo, basi kamati ya ulinzi na usalama eh, watueleze nini hasa na wamefikia wapi katika jambo hili kama lilivyotolewa na Mheshimiwa Basha. Kwa hiyo hayo ndiyo maelekezo yangu. Kwa hiyo kwa kuwa hilo limeamuliwa hivyo, na natumaini hawa wengine wanaosimama sio kwa hilo tena, manake tayari mishaliamuliwa, na na mimi nishalitolea mwongozo hapo. ngo gani watateka nani baadaye, asijekuwa anayefuata ni Pasta Gwajima na kuambia sitekwi ng'oo kwa jina la Yesu. Nikiitwa polisi nakwenda, kwa sababu najua polisi ni law enforcers, tena nakwenda bila wasiwasi wasi, bila problem. Lakini kunijia kinyemela nyemela na nakakitambulishwa, haka hapa, tupige picha kwanza pamoja, tupige selfie, tupige selfie pamoja kwanza ndio twende mwambie njoo tupige selfie kwanza, tupige picha pamoja, niitume kwenye magrupu ya WhatsApp, nimeondoka na mtu huyu, alafu baadaye ndio nenda. Usiende hivi hivi, pameanza kuwa mahala pa hatari Tanzania. Anayenisikia aseme amen. Ukimsikia okay, mtu aseme amen, ni mmoja mmojawapo watekaji.